Hujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa, karibu sana katika kipindi chetu cha Kiswahili Kitukuzwe. Hiki ni kipindi ambacho kinaendeshwa bila shaka na Mwalimu Wanjala. Leo hii ningependa tusome kuhusu vishazi, kwa sababu vishazi vitatusaidia ama vitakusaidia wewe msomi, wewe mtazamaji, kuweza kuchanganua sentensi changamano. Kwa hivyo leo tujifundishe vishazi na tunapojifundisha vishazi, inafaa tujiulize kishazi ni nini? Kishazi ni nini? Ha. Kwa hivyo kishazi mtazamaji, kishazi ni fungu la maneno, neno au fungu la maneno ambalo liko na kiima na kiarifu. Neno au fungu la maneno ambalo lina kiima na kiarifu. Kiima ni kama kundi nomino, kiarifu ni kama kundi tenzi. Naam. Kwa hivyo ni fungu la maneno au ni neno ambalo lina muundo wa kiima na kiarifu. Ana bila shaka vishazi viko aina mbili. Vishazi viko aina mbili. Kwa hivyo tuangalie aina za vishazi. Aina za vishazi, mtazamaji wangu, kuna aina mbili. Kuna kishazi huru au vishazi huru na kishazi tegemezi au vishazi tegemezi. Kwa hivyo kuna aina mbili ya vishazi: kishazi huru na kishazi tegemezi. Kwa hivyo kishazi huru ni kishazi cha aina gani? Kishazi huru ni kishazi cha aina gani? Kwa hivyo kishazi huru ni kishazi ambacho kinajitegemea na kinatoa ujumbe kamili. Kishazi ambacho kinajitegemea na kinatoa ujumbe kamili, ama kinajisimamia kimaana kwa hivyo Kwa hivyo kishazi huru ni sehemu ya sentenzi au kishazi ambacho kinatoa ujumbe au maana kamili, yaani hakite, hakitegemei kitu kingine kitu chochote kile, kinajisimamia kimaana. Kwa mfano ukisema, ukisema, ukisema mtoto anacheza mtoto anacheza, huo ujumbe umekamilika. Utajua mtoto anacheza, mwalimu anafundisha, wanafunzi wanakimbia, wanafunzi wanasoma, mtazamaji ananitazama. Kwa hivyo hizo sentensi zote hizo mifano ambazo nimetoa ni vishazi huru. Hizo sentensi zinajisimamia kimaana na zinatoa maana kamili. Kwa hivyo tuangalie aina ya pili ya kishazi. Kishazi tegemezi, kishazi tegemezi. Kwa hivyo kishazi tegemezi ni kinyume cha kishazi huru. Kishazi tegemezi ni sehemu ya sentenzi ambayo haijisimamiki maana na haitoi pia ujumbe kamili. Sehemu ya sentenzi ambayo haijisimamiki maana na haitoi ujumbe kamili, tunaita kishazi tegemezi. Kutokana tu na neno tegemezi, inamaanisha inategemea kishazi huru, haina uhuru, inategemea tu kishazi kingine. Kwa hivyo tuandike tuseme kwa hivyo ni sehemu ya sentensi ambayo haitoi ha, au uh, haijitoshelezi haijitoshelezi kimaana au kiujumbe. Sehemu ya sentensi ambayo haijisimami kimaana, haijitoshelezi kiujumbe au kimaana, haitoi maana yoyote yote, tunaita ni kishazi tegemezi. kwa mfano Kwa mfano, aliyekuwa akiimba, aliyekuwa akiimba, aliyekuwa akiimba, hauwezi elewa unarejelea nani. Mtu akisema tu aliyekuwa akiimba, huwezi elewa anarejelea nani. Kwa hivyo, itabidi useme labda mtoto aliyekuwa mtoto aliyekuwa akiimba mtoto aliyekuwa akiimba anacheza, labda useme mtoto aliyekuwa akiimba anacheza. Hii sentensi itakuwa imekamilika kiujumbe, kwa sababu ni kishazi tegemezi kimetegemea, uh, kimetegemea kishazi huru ili kujisimamia kiujumbe au ili kujitosheleza kiujumbe. Kwa hivyo hii sentensi utaona kuwa iko na vishazi viwili. Kishazi cha kwanza ni kishazi huru, mtoto anacheza, ujumbe umekamilika. Lakini ukisema aliyekuwa akiimba, hiyo sehemu ya sentensi haijitoshelezi kimana. Ndio maana tunasema ni kishazi tegemezi. Kishazi tegemezi tunatumia hii alama, mtazamaji. Kishazi huru ni sentensi tu ya kawaida, tunatumia herufi sa, lakini kishazi tegemezi tunatumia hiyo halamu. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti ya kishazi huru na kishazi tegemezi. Kwa hivyo unaweza pewa maswali utambue vishazi, utambue vishazi katika sentensi. Mfano niko na mfano kwa kitabu hapa, mfano wa maswali. Swali linasema bainisha vishazi vilivyotumika, uh, kisha ueleze ni vya aina gani. Kwa hivyo swali la kwanza linasema kisima ambacho kimejaa maji maenge ni chetu. Kisima ambacho kimejaa maji maenge ni chetu kisima ambacho kimejaa maji maenge ni chetu. Kwa hivyo swali linasema tambua ama ainisha uh, vishazi ambavyo viko katika hii sentenzi. Kwa hivyo inafaa usome swali na uangalie ni sehemu gani ya sentenzi inajitosheleza kimaana, lakini kuna sehemu ambayo ukitoa katika hiyo sentenzi haitatoa maana. Kwa hivyo tutasema kisima ambacho kimejaa maji maenge ni chetu. Kisima ni chetu, ukisema kisima ni chetu inajitosheleza kimana. Kisima ni chetu, kisima ni chetu. Sehemu ya sehemu ambayo imesalia, ambacho kimejaa maji maenge Hicho ni kishazi tegemezi, kwa sababu hakijitoshelezi kimaana. Kwa mfano tu mtu anakutana tu na wewe, alafu anakuambia ambacho kimejaa maji maenge, utashangaa, huyu mtu ni mwenda wazimu ama ni nini? Kwa hivyo hautakuwa umepata ujumbe ambao anajaribu kuambia, lakini akikwambia kisima ambacho kimejaa maji maenge ni chetu, utamwelewa, kwa sababu ambacho kimejaa maji maenge imetegemea kisima ni chetu. Ama mtu akwambia kisima ni chetu, utamwelewa kuwa wanamiliki hicho kisima. Kabla tuendelee, ukitaka kujua uh, kishazi tegemezi huwa na viambishi vifuatavyo. Kiambishi cha kwanza ni amba amba. Kiambishi cha pili, kuna orejeshi orejeshi utapata pia kuna matumizi ya po, utapata kuna matumizi ya nga ngeli na ngali. Ukiona hivi viambishi katika sentenzi, jua hiyo sentenzi iko na kishazi tegemezi mahali. Kwa mfano hapa, kisima ambacho, unaona kuna kirejeshi amba ambacho kimetumika katika hii sentenzi. Kwa hivyo penye kirejeshi kinaanzia amba hadi mahali fulani hapo, utapata kuwa ni kishazi tegemezi. Wacha tuone mfano wa orejeshi, swali ambalo liko na orejeshi na swali ambalo liko na orejeshi. Tunaweza sema mwizi, aliye mwizi aliyeiba mali yangu amekamatwa. Mwizi aliyeiba mali yangu amekamatwa. Kwa hivyo hii sentenzi tutasema ni changamano, kwa sababu kumbuka, nimekuambia ukitaka kujua sentenzi changamano unaangalia hivi viambishi. Kama hakuna matumizi ya kiambishi amba, angalia kama kuna orejeshi, na bila shaka kuna orejeshi hapa aliyeiba, ye y ni kwa umoja, kwa wingi ni o. Kwa hivyo mwizi aliyeiba mali yangu amekamatwa, kuna kirejeshi hivyo oho, eesh, kwahivyo kwanzia kwarejeshi, inafaa tutoe, tujue ni sehemu gani ya tei ambayo inatoa maana kamili. Kwa hivyo itakuwa mwizi mali yangu amekamatwa, haitoi maana kamili. Kwa hivyo mwizi amekamatwa inatoa maana kamili. Kwa hivyo tutasema kishazehuru ni mwizi amekamatwa hicho ni kishazi huru. Kisha sehemu ambayo imesalia ni kishazi tegemezi, kwa sababu ukisoma peke yake haiwezi toa maana kamili, inategemea kishazi huru. Aliyeiba mali yangu, aliyeiba mali yangu ni kishazi tegemezi kwa sababu ukikutana na mtu umwambie aliyeiba mali yangu kwani amefanya ya nini? Hautakuwa umekamilisha ujumbe, hata yule mtu ambaye utakuwa unaambia atashangaa ni nini unaongea ama ume, umekuwa mwenda wazimu. Mwendawazimu, nakutana tuna mtu unamwambia aliyeiba mali yangu, ujumbe wako utakuwa umekamilika, lakini ukisema mwizi amekamatwa angalau utaeleweka, na kisha ukiambatanisha zote ufanye kishazi tegemezi kitegemee kishazi huru, itakuwa mwizi aliyeiba mali yangu amekamatwa. Wacha tuone mfano wa, wa kiambishi po katika sentensi changamano, mfano wa po. Swali linasema, wakati alipokuwa tajiri aliwasaidia wengi. wakati alipokuwa tajiri aliwasaidia wengi. Kumbuka swali linasema ainisha vishazi katika sentensi ifuatazo. Sentensi ya kwanza ndio hiyo ya pili. Ya kwanza ilikuwa na kirejeshi amba, ya pili au rejeshi. Ya tatu tunaingia kwa po. Tunaingia kwa po. Kiambishi po. Kwa hivyo, wakati alipokuwa tajiri aliwasaidia wengi, hii sentensi inafaa tutoe sehemu ambayo inatoa maana, inajisimamia kimaana na sehemu ambayo hai jisimamii kimaana. Kwa hivyo tukisema alipokuwa tutoe wakati, tajiri aliwasaidia wengi, hapana, haijitoshelezi kimaana. Kwa hivyo itakuwa tajiri aliwasaidia wengi. Tajiri aliwasaidia wengi inajisimamia kimaana, tuseme hicho ni kishazi huru. Lakini wakati alipokuwa, wakati alipokuwa Ukiambia mtu wakati alipokuwa, nini kilifanyika wakati alipokuwa? Haijitoshelezi kimaana, kwa hivyo tunasema wakati alipokuwa ni kishazi tegemezi, kisha tajiri aliwasaidia wengi ni kishazi huru. A, kufikia hapo mtazamaji, a, tumekamilisha swali letu la vishazi. Hiki kipindi kitatuwezesha kuweza kujua namna ya kuchanganua sentensi changamano sentensi changamano ili uweze kuchanganua sentensi changamano, kwa sababu sentensi changamano iko na kishazi huru na kishazi tegemezi. Kwa ufupi, hizi sentensi ambazo tumekuwa tukifanya ni sentensi changamano kumbuka kuna sentensi sahili, ambatano na changamano. Kwa hivyo ukichanganua sentensi changamano, ni lazima ujue vishazi, ujue kishazi huru ni kipi, kishazi tegemezi ni kipi. Kwa hivyo nasema shukran sana kwa kuwa nami kutoka mwanzo hadi saa hizi, na nasema kuwa uendelee kuwa nami hadi kwa kipindi kichajo, wakati ambapo tutakuwa tunachanganua sentensi changamano. Shukran na tukutane katika kipindi kichajo.